Kisha tunaelimishana sisi kwa sisi kutokana na mambo yanayoendelea kwenye jamii zetu e, hasa hususani mambo ya uhalifu ya labda uwizi, huwa tunapeana elimu uwizi sio mzuri kwenye jamii ama vile vitendo vya kiuhalifu. E, pia kujihusisha na mambo ya makundi makundi, siasa, mambo ya mtu binafsi, yani kutumika kama kundi, huwa tunapeana sana elimu ili kuhakikisha sisi kama vijana tunahakikisha hatuingii kwenye mkumbo wowote, tunafanya kazi zetu na kutafuta kipato chetu cha halali bila kutumika, kwa sababu ukikubali kutumiwa na mtu yoyote au mwanasiasa yoyote au chama chochote cha siasa unaweza ukajikuta unaumia bila sababu zozote za msingi, kwa hata ukiulizwa, kwa nini umeumia, unakuta unashindwa hata kujielezea, na ndio sababu mimi kama kiongozi wa bodaboda najitahidi kutoa elimu kwenye makundi ya kwetu haya magrupu ya WhatsApp na kwenye mikutano yetu kuhakikisha vijana hawajihusishi na mambo ambayo hayapendezi kwenye jamii. Juzi hapo wote ni mashahidi kuna vitu vilitokea ambavyo vijana wengi unakuta walienda huku na kule wakapoteza wengine maisha, lakini mimi nashukuru Mungu kwenye kundi langu la bodaboda, kutokana na elimu tulizopeana nimepata manufaa, kwa sababu sijapata kupoteza kijana yoyote wala kupata mlemavu yoyote, na vijana wangu wote na tunapeana elimu bado ili tuache kujihusisha kuji, hasa na mambo ya siasa, kwa sababu wanasiasa ndio wanaotuharibia maisha sisi, ambao ni taarifa ambazo tunazipata kwamba sijui tarehe tisa kutakuwa na nini, kutakuwa sijui na maandamano. Niwaombe bodaboda, siku ya tarehe tisa kama serikali ilivyotangazwa kwamba hata ile sikukuu ya uhuru haitakuwepo, basi tuendelee na shughuli zingine, lakini maelekezo mengine ambayo wataendelea kutupa tuendelee kuyafuata. Wakihisi kama hakuna usalama, wakisema tutulie, basi tutulie, tusifanye kazi, ili kuepusha zile sintofahamu ambazo zinaweza kutugarimu maisha. Bodaboda sisi ni wamoja bodaboda boda tunasikilizana, naomba tuendelee kusikilizana na hii taarifa iwafikie bodaboda wote jiji la Mbeya na maeneo yote wanayotusikia kwamba jambo lolote linavyotokea ambalo linaweza likakusababisha ulale ndani, tafsiri yake linaathiri familia yako. Tuendelee kulinda amani ambayo waasisi wetu wa taifa waliweza kuianzisha mpaka hapa tulipofikia. Sisi elimu ilitembea sana, na sisi bodaboda boda Mbeya ni watu ambao tunajitambua najitambua na tuna mifumo mingi ya kufikiana taarifa na kuonyana, kuonyana, kuelekezana mambo mabaya na mambo mazuri. Kwa ujumla, sisi tutaendelea kutoa elimu na tunahakikisha kwamba bodaboda yetu Mbeya iko salama, na tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu. Vijana msihusishe na masuala ya kisiasa, na hilo watu hata kama mtu atakuja kwamba tuendelee tukafanya maandamano Achene, msisikie, kwa sababu watu tunaumia sana. Hivi vitu sio vizuri na tuasi sisi wenyewe pamoja na familia yetu. Awa ngali tumekaa siku nne tu, siku tano ndani, watu tumepata taabu. Yo masuala ya bodaboda, tuachane na masuala ya kisiasa, tuendeleze na shughuli zetu zingine ambazo zinaendelea tu kufanya.